Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika sauti ya hadithi Kiswahili cha simbia. Ni mimi msimbiaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimbia hadithi inayokwenda kwa jina vilio visivyojibiwa. Kiingereza inajulikana kwa jina la unanswered cries. Riwaya iliandikwa na mwandishi wa Sierra Leone anayeitwa Osman Conte na kuchapishwa mwaka elfu mbili na mbili ingawa kwa kuangalia mada zake Mtu anaweza kuona kuwa mahali pa tukio kwa ujumla panawakilisha jamii za Kiafrika ambazo desturi za ukeketaji yaani FGM, Female Genital Mutilation ni ya kawaida kwao. Aidha, ili kufikisha ujumbe wake, mwandishi ametumia mazingira ya kijijini na mjini. Wahusika katika riwaya hii, wa kwanza ni Olabisi Jones. Huyu ni mhusika mkuu wa riwaya na ni msichana ambaye anapinga ukeketaji. Wa pili ni Makarai Kamala. Huyu ni mama yake na Olabisi, pia anaunga mkono ukeketaji. Wa tatu ni Ade Jones. Huyu ni baba yake Olabisi anayeishi Free Town na anapinga pia ukeketaji. Muhusika wa nne ni Dauda. Huyu ni baba wa kambo wa Olabisi na muhusika wa tano ni Oya. Huyu ni mchumba wa Ade Jones ambaye ni baba yake na Olabisi, na baadaye anakuwa mke kamili wa baba yake Olabisi. Muhusika wa sita ni Abdurrahman. Huyu ni mwanaume ambaye Makalai alimtaja kimakosa kama baba yake Olabisi baada ya kuwa amebanwa na Ade Jones ili aseme ukweli. Mhusika wa saba anaitwa Yamide. Huyu ni mwanamke ambaye Ade Jones anadai kuwa ni rafiki yake na anakuwa chanzo cha ugomvi kati ya Oya na Ade Jones. Mhusika wa nane anaitwa Yapose au Diba Soei. Huyu ni mama wa Salei na Rugiatu pia ni kiongozi wa Bondo na anataka Olabisi akeketwe na anajulikana sana kwa kushikilia mila na tamaduni za jamii hiyo ya Bondo. Mhusika wa tisa anaitwa Salei. Huyu ni binti wa Yapose anayepigana na Olabisi lakini mhusika wa kumi anaitwa Rugiato, naye pia ni binti wa Yapose. Yeye pamoja na ndugu yake Salei wanapigana na Olabisi wakati wanatoka kuchota maji. Muhusika wa kumi na moja anaitwa Paamadu. Huyu ni mwindaji hodari aliyemkamata Olabisi porini kwa niaba ya Makalai. Muhusika wa kumi na mbili anaitwa Salam Sesei au Bwana Sesei. Huyu ni wakili wa Makalai wakati wa kesi kule mahakamani. Muhusika wa kumi na tatu anaitwa Hakimu Lansana Kano. Huyu ni hakimu aliyetoa uamuzi wa mwisho wa kesi ya Olabisi. Muhusika wa kumi na nne ni daktari Asiatu Koroma. Daktari huyu ni bingwa wa wanawake na ni shahidi wa upande wa Olabisi. Muhusika mwingine anaitwa Edward Cole na mara nyingi anatumia jina la Eddie. Huyu ni mpenzi wa zamani wa Olabisi aliyemfundisha Olabisi namna ya kupigana, lakini pia anamsaliti Olabisi kwa kuegemea upande wa Makalai na kutoa siri ya mahusiano yake na Olabisi kwa Salamu Sesei. Muhusika wa kumi na sita ni msichana mdogo katika kambi ya Bondo, msichana aliyekuwa analia wakati anapelekwa kufanyia ukeketaji japo kilio chake hakikujibiwa. Usimliaji wa riwaya hii umegawanywa katika sura kuu tisa. Samahani, kabla hatujaendelea, naomba uonyeshe upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Kaa nami, asante. Sura ya kwanza. Olabisi akiwa nyumbani kwa mama yake Olabisi alikuwa amekaa akiosha vyombo. Ghafla akasikia milio za ngoma na nyimbo. Alimwomba mama yake ruhusa aende kutazama kilichokuwa kikiendelea, lakini mama yake alikataa. Baada ya mazungumzo marefu, hatimaye mama yake alikubali na Olabisi alichukua kamera yake ili akapiga picha. Makalai ambaye ni mama yake Olabisi alisisitiza kuwa Olabisi naye lazima afanyiwe ukeketaji ili apate heshima na awe mama mwadilifu na mwenye kuwajibika. Olabisi alishangaa kuwa inawezekanaje msichana akafanyiwa ukeketaji au tohara ili hali hana uume. Kauli hiyo ilimsikitisha na kumkasirisha sana mama yake, ambaye aliamini kuwa Olabisi ameanza kujihusisha kimapenzi na wavulana. Kwa hasira, Makalai alimzaba kofi na kumuita boka, yaani msichana asiye na adabu na ambaye hajakeketwa. Sura ya pili. Olabisi anapigana na Salei na Rugiato. Olabisi na mabinti wa Yapose ambao ni Salei na Rugiato walikuwa wakitoka mtoni kuchota maji. Kama kawaida yake ya udadisi, Olabisi alimuuliza Rugiato kama na yeye pia ni boka. Swali so hilo lilimkasilisha sana Rugiato na wakaanza kupigana sana. Salei alijiunga kumsaidia dada yake na mapambano yakawa makali zaidi. Wakati wa ugomvi huo Rugiatu na Salei walianguka chini na Olabisi akaanza kuchana nguo zao ili kuona kama wamekeketwa. Ghafla Salei akamponda Olabisi na jiwe kichwani na Olabisi akaanguka chini na kuzimia. Alipozinduka alienda nyumbani na kuanza kubishana na mama yake kuhusu ukeketaji. Wakati huo Yapose, ambaye ni mama wa Salei na Rugiatu, alifika akiwa na kundi la wanawake waliokuwa na visu wakidai Olabisi apelekwe kwenye kambi ya Bondo ili akeketwe na pia kama sehemu ya adhabu kwa kitendo alichokifanya cha kumpiga Salei na rugiatu. Japo se alimtishia Makalai kuwa atamfanyia kitu kibaya juu ya mimba yake. Baada ya Olabisi kusikia tishio hilo, aliamua kutoroka. Wakati anajaribu kukimbia, mama yake na baba yake wa kambo aitwaye Dauda walimkimbiza lakini Olabisi alifanikiwa kumsukumia Dauda ndoo ya maji ambayo ilimfanya Dauda aanguke chini. Sura ya tatu: Olabisi akiwa msituni. Olabisi aliingia ndani ya msitu mnene wenye miti minene zaidi, akiwa na lengo la kwenda kijiji cha jirani. Baada ya kutembea kwa muda, alifika kwenye kibanda kilichozungushiwa uzio na akaanza kukizunguka akitafuta mlango wa kuingilia ndani. Wakati akikimbia huku na kule alisikia sauti ya hatua zake ikijirudia. Akadhani kuna kiumbe kisichoonekana au yapo see mwenyewe anamfuata. Kabla hajapata mlango, alisikia sauti ya wanawake wakizungumza kwa hofu. Alipanda juu ya mti ili ajifiche, lakini akaanguka chini. Alijaribu tena kupanda akafanikiwa, kisha akaangalia ndani ya uzio, ndipo akagundua kwamba mahali pale ni kambi ya Bondo, mahali ambapo wasichana hufanyiwa ukeketaji. Ndani ya kambi hiyo ya bondo wanawake walikuwa wameambatana na msichana mdogo aliyekuwa anapelekwa kufanyiwa ukeketaji. Msichana huyo alijaribu kukimbia, lakini wanawake hao walimzidi nguvu. Alilia kwa sauti kubwa, lakini kilio chake hakikujibiwa. Baada ya Olabisi kuona hivyo, akashuka kutoka mtini na ghafla, alijikuta amezungukwa na Yapose pamoja na mabinti zake wawili waliomkaribisha kwa kejeli wakisema Umefika, karibu kambi ya ya Bondo. Sura ya nne. Makalai anamtafuta Olabisi. Makalai aliota ndoto akimwona Yapo se akija kumwadhibu kwa sababu ya kukaidi maagizo ya miungu. Ndoto hiyo ilimtia hofu na kumfanya azimie kumtafuta binti yake Olabisi kwa alama yoyote. Wakati huo, Dauda alirudi nyumbani akilalamika juu ya kile kitendo ambacho Olabisi alikifanya cha kumtupia ndoo Makalai akiwa na huzuni na wasiwasi wasi mwingi, aliondoka nyumbani na kuingia porini kumtafuta binti yake Olabisi. Njiani, alikutana na mwindaji hodari aliyeitwa Paamadu. Paamadu anajulikana kwa kuzifahamu kona zote za msitu huo. Makalai alimuomba msaada wa kumtafuta Olabisi na akaahidi kumpa mbuzi kama zawadi endapo atamkamata Olabisi. Sura ya tano. Eneo la kambi ya Bondo. Sura ya tano inaturudisha katika kambi ya Bondo ambapo tunamwona Olabisi bado akiwa mikononi mwa Yapo se na mabinti zake wawili ambao ni Salei na Rugiatu waliomkaribisha kwenye kambi ya Bondo kwa kejeli. Ili kujinusuru, Olabisi aliwapiga wote watatu na kukimbia kutoka maeneo ya kambi ya Bondo. Tunaambiwa kuwa alifundishwa kupigana na mpenzi wake aitwaye Edward Cole au Eddie. Wakati Olabisi akiendelea kukimbia alifika mtoni na kujaribu kuvuka. Ghafula alimwona mamba akielekea upande wake. Alishtuka na kurudi nyuma. Kwa bahati mbaya, wakati anarudi nyuma, alijikuta amenaswa mikononi mwa mwindaji hodari Pa Amadu, yule mwindaji aliyekuwa ametumwa na Makalai amtafute Olabisi. Sura ya sita. Olabisi anawasili free Town. Ade Jones ambaye ni baba yake mzazi wa Olabisi akiwa nyumbani pamoja na mchumba wake mpya anayeitwa Oya. Oya alijishangaa kujiona ameamka akiwa katika kitanda cha Ade Jones, wakati alikuwa amelala kwenye kochi la sebuleni. Walianza kuzozana kuhusu uhusiano wa Ade Jones na mwanamke mwingine anayeitwa Yamide, lakini Ade alisisitiza kwamba Yamide ni rafiki yake wa kawaida tu. Oya akiwa amekasirika aliamua kuondoka lakini, kabla hajafika mlangoni, anazuiwa na swali la Ade ambapo Ade anamuuliza kuwa je, tutaoana mwaka huu mwezi wa Desemba? Ghafla nyayo za sauti ya mtu anayekimbia zilisikika na mara Olabisi akaingia ndani akiwa amechoka na mwenye hofu. Aliwasalimu na kuwasimulia yote yaliyomtokea, jinsi alivyotoroka na kilichokuwa kinakaribia kumfikia. Baada ya maelezo hayo alienda kuoga huku Oya akimsimamia na kumsaidia. Wakati Oya na Olabisi wakiwa bado bafuni, ghafla mlango ulianza kugongwa kwa nguvu. Alikuwa ni Makalai aliyewasili akidai kumchukua Olabisi ili kumrudisha kwenye kambi ya Bondo akafanyiwe ukeketaji. Baada ya mabishano marefu kati yake na Ade Jones, Makalai alidai kwamba Olabisi si binti halali wa Ade bali ni wa mwanaume mwingine anayeitwa Abdurahmani. Kauli hiyo ilimkasirisha sana Ade. Ade alimsogelea Makalai na kumniga shingoni akimlazimisha aseme ukweli. Hatimaye Makalai alikiri kwamba alikuwa amemdanganya. Kisha Ade akatangaza kwamba swala hilo la kumkeketa Olabisi ni lazima alifikishe mahakamani ili haki ipatikane. Sura ya saba kesi ya Olabisi inafikishwa mahakamani. Olabisi na baba yake walihisi wasiwasi mkubwa walipokuwa anakaribia kuwasili mahakamani. Baba yake alimsaidia kurudia maneno yanayotumika mahakamani kama alivyofundishwa na Oya. Maneno kama objection sustained na overruled. Maneno ambayo mtu huweza kuyasema anapokuwa ana upingamizi juu ya wazo fulani au anapendekezo juu ya mada fulani. Siku ya kwanza ya kwanza kesi wanawake kutoka kambi ya Bondo walijaa mitaa ya Freetown, mamia na maelfu, wakiimba nyimbo za kutaka watoto wa kike wakeketwe na walikuwa wamebeba bango kubwa lililoandikwa ukeketaji wa mwanamke ni uamzi wa mama. Ndani ya mahakama walikusanyika Olabisi, Oya, Makalai, Salam Sesei ambaye ni wakili wa Makalai, hakimu Lansana Kano na watazamaji wengine. Olabisi alipewa nafasi ya kuzungumza kama shahidi wa kwanza na Oya akamhoji kwa maswali ya uchunguzi yenye mwongozo. Olabisi alieleza kwa undani kilichomtokea kisha Bwana Sesei akafuatia. Olabisi alikiri kuwa alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Edward Cole alipokuwa na umri wa miaka kumi na nne. Ade alikuwa shahidi anayefuata na kuomba mahakama kutofautiana na madai ya makalai kamala. Bwana Sesei akamuuliza maswali machache na Ade akasimama kuamua kwamba Olabisi asifanyiwe tohara. Hakimu akaahirisha kikao cha mahakama. Baada ya hapo, Edi alijitokeza ili amfariji Olabisi na kumwomba Olabisi msamaha kwa kumsaliti Olabisi na kumwambia salamu Sesei kuhusu uhusiano wao, jambo lililomfanya amdhalilishe Olabisi mahakamani mbele ya baba yake. Lakini Olabisi akamwambia asimsogelee. Olabisi akampiga Edi teke la kwenye ugoko au muundi wa mguu na kisha Olabisi akakimbia. Sura ya nane: Olabisi anafanyiwa vipimo vya mimba. Olabisi anajihisi aibu kubwa na kuomba msamaha kwa baba yake. Oya alikuja na kupendekeza kwamba Olabisi amuone daktari wa wanawake kwa ajili ya uchunguzi wa afya. Ade alishangazwa na pendekezo hilo, lakini Oya alisisitiza kuwa Olabisi lazima afanyiwe upimaji wa ujauzito. Habari hiyo iliposikika, tumbo la Olabisi likaanza kuvuruga na akaanza kutapika sana. Siku ya Jumatatu, kesi iliendelea. Daktari Asiatu Koroma alikuwa shahidi na akaeleza sababu za kitabibu kwa nini Olabisi asifanyiwe ukeketaji. Daktari pia aliongeza kuwa binti yake mwenyewe kidogo afe kutokana na ugonjwa wa ukimwi aliyopata wakati wa kufanyiwa ukeketaji sura ya mwisho, sura ya tisa, uamuzi wa mahakama, hatimaye yapo se anayejulikana kama diba sowe alipewa nafasi ya kuzungumza kama shahidi wa makalai naye alieleza historia na desturi ya bondo kuanzia zama za mababu zao historia hiyo waliita jina la utani mama afrika alieleza faida zinazopatikana kwa wasichana waliofanyiwa sherehe hiyo ya Bondo. Sherehe hiyo huwafundisha wanawake kuwa waaminifu katika ndoa zao, kujiandaa kwa majukumu yao ya uzazi na kuwafundisha ujuzi unaohitajika kusimamia nyumba kwa mafanikio. Oya akaanza kumuuliza maswali ya pose akitaka amthibitishie madai yake. Oya anabainisha kuwa kuna mamilioni ya mama wazuri wanaoshughulikia majukumu ya wanawake bila kufanyiwa sherehe za Bondo na pia kuna baadhi ya wasichana hufa wakati wa sherehe hizo za Bondo. Hata hivyo, Yapose alitetea msimamo wake kwa kusema kwamba kifo kinaweza kumkumba mtu wakati wowote wa hivyo kinawakumba wanawake wa Bondo pia. Shahidi wa mwisho alikuwa Makalai, aliyeeleza sababu za kwa nini Olabisi afanyiwe ukeketaji, ikiwemo kumsaidia kumdhibiti na tamaa za kimapenzi kumfundisha jinsi ya kuwa mwanamke halisi na kumfanya awe anavaa kiheshima. Oya alishangaa jinsi mwanamke aliye na elimu ya chuo anavyoweza kuunga mkono desturi kama hiyo kwa kuzingatia ujinga wa kitabibu na imani potofu. Alimuuliza Makalai aonyeshe faida halisi za ukeketaji kwake. Kwani yeye mwenyewe Makalai alikuwa mpenzi wa Ade kisha Dauda na tayari alikuwa amefanyiwa ukeketaji. Baada ya kipindi cha maswali kumalizika, Hakimu Lansana Kano alihitimisha kuwa Olabisi Jones hapaswi kulazimishwa kufanyiwa ukeketaji bila ridhaa yake au baba yake. Olabisi alifurahi sana kwa uamuzi huo. Baada ya miezi mitatu baadaye, Ade Jones na Oyaa walifunga pingu ya maisha. Ni mafunzo gani tunayapata kutoka katika riwaya hii? Ndiyo. Funzo la kwanza, ukeketaji ni desturi hatari na yenye madhara. Mwandishi anaonyesha wazi kuwa ukeketaji unaudhi, unahatarisha maisha na unawanyima wasichana haki ya kuchagua kuhusu miili yao. Kwa mfano, mtoto mdogo kwenye kambi ya Bondo analia bila msaada. Kilio kisichojibiwa huonyesha maumivu na ukatili wa kidesturi. Funzo la pili, ni lazima jamii iheshimu haki za watoto. Olabisi anajiuliza ni kwa nini apewe adhabu au kulazimishwa kitu bila ridhaa yake. Mwandishi anaonyesha kuwa watoto wana haki ya kusema hapana, na haki ya kulindwa na wazazi, jamii na sheria. Funzo la tatu ni kwamba elimu ni ngao dhidi ya mila potofu. Kupitia Oya, Daktari Koroma na hata Olabisi, mwandishi anasisitiza kuwa elimu inafungua macho ya watu. Makalai licha ya kusoma hadi chuo kikuu bado anashikilia mila ya ukeketaji, jambo linaloonyesha kuwa elimu inapaswa kutumiwa kwa uamuzi sahihi, si kufuata mkumbo. Funzo la nne ni kwamba mila na tamaduni zinapaswa kufuatwa kwa kuzingatia madhara yake. Mwandishi haukatai kabisa umuhimu wa mila, lakini anaonyesha kwamba mila yenye madhara inapaswa kuachwa. yapo se anaamini tohara au ukeketaji kumwandaa msichana kuwa mwanamke mwema lakini ushahidi wa kitabibu unaonyesha kinyume chake. na funzo la tano ni kwamba ushujaa unahitaji ujasiri wa kupinga maovu. Olabisi anaonyesha ujasiri wa hali ya juu, anapigana, anakimbia na anasimama mahakamani kueleza ukweli, na anakataa kunyanyaswa. Ni mfano wa msichana jasiri anayepinga ukatili kwa sauti yake. Funzo la sita ni kwamba mila potofu hutokana na uoga, ujinga na imani potofu yapo see na makalai wanaamini wanatii miungu au desturi za mababu bila kutafakari madhara ya kimwili na kisaikolojia. Mwandishi anafikisha ujumbe kuwa imani potofu zinapaswa kupingwa kwa ukweli na busara. Funzo lingine ni kuwa kuomba msamaha na kukiri makosa ni hatua ya maendeleo. Olabisi anajutia mambo fulani, Ade anarudiwa na hasira, lakini baadaye hutulia. Hata Makalai anakiri uongo wake kuhusu baba wa Olabisi. Hii inaonyesha umuhimu wa kukubaliana na ukweli ili kuleta maendeleo. Haya ni baadhi ya mafunzo ambayo tumeweza kuyapata kutoka kwenye hii riwaya yetu. Usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare, kwa sababu unanisaidia kunipatia nguvu ya kuandaa simulizi zingine. Pia usisahau kuweza kufuatilia simulizi inayofuata inaitwa Simba na Kito, the Lion and the Jewel. Ni wako David Michael Wimbi, na kupenda. Mungu akubariki, kubariki, kwa heri.